Nyuma anyway. Naomba tuendelee na umaalumu wa nyakati, tuendelee na umaalumu wa nyakati, na kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna wakati ambao inatakiwa sasa afanye kuonyesha kwamba hapa sasa nimechoka, afanye kuonyesha kwamba kulia kuumia sio njia ya kuishi hasa mwanadamu ambaye anakuwa ni mzima kabisa, mwanadamu ambaye anakuwa na uwezo wa kuongea, kutembea kwenye maisha yake, kuna nyakati ambayo lazima sasa achukue hatua kwenye maisha yake, kuna maeneo ambayo yanatakiwa sasa achukue hatua nachukua hatua na kusema kwa hapa, ngoja nifanye kitu walau kiwa sababu ya mambo kubadilika, na hata yasipobadilika, hata kama hayatabadilika, lakini niwe nafsi yangu siilaumu yaani katika nyakati na siku zijazo si nafsi na, nafsi yangu siilaumu. Niwe nasema ukweli, mimi niliishia hapo. Kama ni aibu, karibu. Kama ni maumivu, karibu. Kama ni heshima, karibu. Lakini nilijaribu kwa namna ambayo hata moyo wangu uliona ee eh, kwenye maeneo haya na haya, nilijaribu lakini pengine hata watu wengine waliowahi kujaribu kwa sura kama hiyo na wenyewe waliona hapana, hapa ulijaribu, kama yalikataa yalikataa tu, umaalum wa nyakati, lakini kidogo tachepuka kidogo malumu wa nyakati tapoje kidogo badala ya kuendelea na eneo ambalo ngependa sana nalo kuchocheana sana, kwa bahari ya kuyajua matukio kadha wa kadha ambayo watu walipochoka walichukua hatua fulani za kuomba. Waliomba kwa namna zipi waliabeba kuzitoka lakini kilitokea nini? Walipoonekana wamebadilisha namna ya kuchukulia mambo, na mimi, vitu vya aina hiyo vikisomwa somwa sana, kuna eneo ambayo vinainuaga imani, vyenyewe vinafanyaga mtu awe na imani ya kwenda tu kwenda kwenda mpaka anafika eneo fulani. leo nangazia jambo ambalo wenda unaweza ukawa ni ufunuo ambao, katika kuomba watu natamkaga neno mojawapo, kwamba sasa hivi ni karibu kila mtu anataka aone kama Mungu yuko, sasa hivi ni kama kila mtu anataka aone kama Mungu, yaani ni karibu kila mtu anataka alifanyike jambo lifanyike jambo ili kwa jambo hilo wanaoomba wajue Mungu yuko, wasioomba wajue Mungu yuko, wenye roho mbaya wajue Mungu yuko, wenye kiburi wajue Mungu yuko. Lakini leo niongee na jambo ambalo ambalo inawezekana halihusiani kabisa na maisha yetu na halihusiani pengine na uhitaji tulio nao, nikwambie kuna mahala hata wanyama na ardhi wanataka wajue kama Mungu yuko. E, kuna mahala nitakwambia kwamba wanyama wanaugua. Hawa wanyama wanaugua ni kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Mwanadamu akikosea sana, ndio maana anaona aina yote ya mfugo ulioko Afrika kwenye nchi zilizoendelea mifugo iko, unaowaita kuku wa kisa, kienyeji kabisa, kwenye nchi zilizoendelea wako wako kuku wa kienyeji kabisa kabisa, wanakula wanakula polini wanakula, wanaokota na wenyewe hivyo hivyo. Unaoita ng'ombe wa kienyeji kwenye nchi zinazoita zinaendelea wako ila sisi wa kwetu wana sura zinazofanana na tulivyolaanika, wana sura zinazofanana na, yani mwanadamu akishakuwa na tabia mbaya <laughs> mwanadamu akishakuwa na roho mbaya, kila kilicho karibu naye kinanyanyasika. hata udongo, sisi udongo udongo huwa ulimania limania, tuna tunaenda kuchukua hiki tunakiweka hapa hiki, yaani mpaka udongo udongo, kwa sababu tumevurugwa na muda wa kutulia, kujua ni udongo upi tuuchanganye na upi ili uzae kinachotakiwa, hatuna kwa na wakishia, hadi udongo unaokanyaga si unalia? Na ujua, ujua, udongo udongo tunaupita huu, na wenyewe unalia, inasema mbwa za brokoti tu hapo hazifanani na za zaisheshe za Wazungu, na za brokoti hazifanani. Hiyo ni tafsiri mwanadamu kwa kadri anavyoharibikiwa na wanyama huharibikiwa. Waangalia akina maja wanavyobeba nguruwe. Wanabeba nguruwe kwa namna ambayo kwenye nchi za wenzetu akikamatwa hapo ni kifungo, ni adhabu kali. Ashizi nguruwe anabebwa kwenye bodaboda, amefungwa miguu, anapelekwa utafika amefungwa minati hapa, kwi kwi kwi, anakutana na watu anasema, ni mboga wewe, nenda tu nenda nenda, wewe ni maisha. Kuku staili anavyochinjwa, nguruwe anavyochinjwa, ng'ombe anavyochinjwa, anavyofugwa, anavyoandaliwa, anavyo karibu kila kitu, ardhi inavyolimwa, inavyolimwa hii na kuhakikishia hii ardhi huwa inalia hii inalia, inalia. Sasa ungeniweka hivi, shida ako si kupata mazao huku sasa, umeniweka ambapo sipo, nimekaliana na ambaye sie, umenilima wakati ambao sio, sema hapo hapo anawnakuambia mpaka arizi tunaifungisha, sababu sisi wenyewe tumekaa kikufunga kufunga tu, hata ukila umefunga. Ndio maana hata baada ya kula najikuta tuna njaa, tunataka kula, kwa sababu hata tukila bado tunakuwa tumefunga. Tasha, Somea ndiko katika Warumi sura ya nane mstali wa 19, tisa some kama kukuchekesha, some kama kisichohusiana kabisa nawitaji. Tuonao Warumi sura ya nane msal wa kumi na tisa, kitabu cha Warumi sura ya nane na mstari wa kumi na tisa, anasema ndio, kwa maana vyumbe vi vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi mm kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Bwana, Bwana asifiwe. Kwa maana viumbe vyote vyote, mimea jua, we ni viumbe mimea ni viumbe. Kuna viumbe hai na, na viumbe gani? visivyo hai, si ndio? Ila vyote ni nini? viumbe hai ni vile vinavyokuwa vinavyobadilika visivyo hai ni vile ambavyo pale kilipo utakikuta pale pale miaka yote, kama jiwe na tukadha wa kadha, utakikuta hivyo miaka yote. Lakini Biblia haijasema viumbe vilivyo hai, viumbe vyote vinatazamia kufunuliwa kwa wana wa Mungu, vina vinatazamia udhahiri. Udhahiri kwamba kuwa mwana wa Mungu ni hivi kumpenda Mungu ni faida. Mungu asifiwe. Kwa sababu kuna nyakati ambazo haijulikani, yani, ya inaonekana wote sisi ni waleta fujo, yani sababu naona wafiraji, wauaji, watekaji, wezi ni waleta fujo, na wenyewe wanatuona tunaoomba kila siku tunaokutana ibadani kila siku, tunaosema hayo mambo yana madhara, wewe pia upendi kutendea, na wenyewe wanatuona niwaleta fujo. Yaani, hakuna ambaye anaona kwamba mwenzake ile, ile namna ni bora, kwa sababu kama unaiona ni bora ungeishi na wewe. Hakuna mtu ambaye apendi hali bora ah, mi napenda maisha yenu ya utakatifu lakini siyawezi. Upendi kupenda. Sio huko, kupenda ni tukio lenyewe. Kupenda ni wewe kuchukua action, kuchukua hatua. Kupenda ni matendo, sio mdomo. wezi kusema napenda kuwa na hela na ziko hapa, hela ziko hapa ha? mbele napenda kuwa na hela lakini hela iko mbele unatakiwa una, ni ya kwako unatakiwa kuiokota. napenda kuwa na hela lakini siwezi, nafikiri kuna mtu atakuelewa eh? kabisa ni hela ziko mbele au ni, ni kitu fulani unatakiwa ukiuze, umwambie mtu nunua hiki hapa, mi napenda kuwa na hela. kama una upendi, ambia jirani yako kama una hela, upendi kuwa na hela sio uwezo wa kuwa nao. Kanuni ya kuzichukua ndio ambayo hutaki iwe maisha yako, kanuni kanuni kanuni ya kuchukua tu kwamba mi niwe nazo, hiyo ndo ambayo si sehemu ya kila mimi. Hapa kanisani, ningetaka ni niwekeze nguvu, tuwe na hela. Mtu wa chini kabisa hapo, ungekuwa na bilioni moja, wa chini bilioni ndani ya mwaka huu, sio za kuiba. Moja anaweza kusema anza basi mchugai. <laughs> Nasikia kwenye mitandao, akina Robert anasema sijui nina mkosi gani, kila nikiufikiri kujenga na uh, linainuka lishetani. Hakuna cha shetani wala nini kiacha shetani wala nini. Ukarimu wa kipumbavu karimu wa kipumbavu na mipango ya kipumbavu inaingia tuea tukipatikana. nisha mwambiaga kunaga aliyewahi kuendelea kwa kwenda kulima kulima humu mwetu tena kulima, ambako unaweka watu wengine wasimamia. Hakuna aliyeendelea kulima humu mwetu. Sasa nilimwambia toka mwaka juzi, sijui kasema, nime kama ni mapepo, ni mapepo ya kushauriwa na watu wasio na akili. Akizipata tu hela zikiongezeka kidogo dukani, anaenda kukodisha shamba siku. Anaanza mimi, sijui kuna liloo gani la shetani gani, nikiwaza tu kusema ngoja nianze kujenga, hela zinapotea. Pumbavu! Hakuna cha roho wala nini. Afrika nyiee, hakuna cha roho, hakuna cha mikosi sisi. Mkosi ni uwezo mdogo wa kufuata kanuni, uwezo mdogo wa kufuata kanuni ambazo zingekufanya ufike unapotaka kufika. Kama hapa kanisani, sisi focus yetu ni atokee Mungu ambaye anaweza kujitambulisha ni Mungu bila kumtetea. Kwa nini hatumfikii? Sio kwamba yuko mbali. Namna zote ambazo zingefanya aonekane haraka haziambatanishwe, na hata tukisema tuziambatanishe ni mgogoro, lakini yeye alisema hayuko mbali, hayuko mbali, yuko pale tulipo tu kwanza akili ya kukubali yuko pale tulipo, hiyo iyo iyo, shajua unaongea vinini, iko pale pale. Yani Mungu na nguvu zake na uwezo wake wote, tunaosoma kwa Yesu, huko hapa tulipo, pengine alipo Oscar. pengine anapo anapokuweka huko, boda ndo Mungu pengine ndo sisi hapa, sisi hapa. Kwa ibada hizi ibada tumekuja tu tumekuja tuone leo pia unasemaje wewe jamaa, tumeona yamekutuma amekutuma umetuombesha umemkata mhubiri wa kwanza sijui, ndo umeshakata tayari? Hapana, kesho yupo yupo leo. Nimepita pembamba wanaotoaga vipindi kakuta wanaulizana kakuta wanaulizana kwamba wakuhubiri leo huyo hey? anasema huyo hey? anasema hey. Nikapita hapo hapo nikasema nitakuwahi kwenda kuomba, sasa sijawahi, kwa sababu nilikuwa na mambo fulani nashughulikia. Nakwambia mwishoni hapo basi, hako ka eneo hako basi, msiweke yoyote basi, hey. Msiweke yoyote hapo, nitapitia hapo hey. Kwa sasa ah. Hey, tumekuja umetuombesha, tunaondoka kesho, kila mtu ana mipango yake, yaani alipoiacha mipango ya sausage ibada ipangui kitu alipaacha <laughs> pagumu. Aliacha amechanganyikiwa, ataondoka amechanganyikiwa, atawahi kesho amechanganyikiwa. Kuna mtu amechukua hela zake ajamlipa amechukua kitu chake hajamlipa imemsumbua sumbua kulipa, kwamba ngoja nikusanye hapo na zingine. Ataondoka hapo, hiyo roho iko hapo hapo, kwamba sijasema simlipi, sijasema sikulipi, yaani nalipa, ila hela yenyewe ipo bwana, sio kwamba ipo, hela yenyewe ipo, sikwambia ipo ipo. Kulikuwa na kitu nilikuwa nasema pengine niweke vizuri sasa, navyoona unainua una, una una, inuas, una, una, una kazani sana, basi nakupa hela yako na, kwani ugomvi? Kwani ulipochukua ulisema tutapita hizo proses zote hizo eh? Eh, kuna wananchi hapa ujakopa msiri kanisa, tumekataza kukopa. Kwa hiyo sasa hivi amkopi, hakuna aliyekopa, hakuna aliyekopa, ila kuna kitu cha mtu yani, kuna unacho kitu fulani cha mtu kwau nacho cha kumlipa, unacho, isipokuwa umemwekea yaani. Ni kitu ambacho akikihitaji, akikihitaji saa hiyo hiyo unampa, lakini unafahamu kabisa pasipo na shaka kile kitu anakihitaji, ila wewe una mambo yako fulani, nataka yakae sawa. Umekuja kwenye ibada hii, hujamlipa. Wewe mwananchi ibada hii utaondoka haripwi, pengine akazane <laughs> na akikazana, ndio siku mnayokosana, akwambia sababu ya msingi <laughs> e, yaani uh, ili, ili umlipe, akwambia kabisa kwamba kuna hela nilikuwa nimeweka benki, sasa nimekuta nako mwamara unasumbua network inasumbua yaani, hapa sina yani, sina starta, sina pa kupita. Ndio umwangalie umwonee huruma, semeenewe nami mwenyewe ulinioneaga huruma, basi ngoja nikuonee huruma. Yani tunakuja kwenye ibada, azipangui kitu, azipangui kitu, azipangui ratiba bajeti namna ambayo ni kuishi kama kuishi ni milioni saba, hiyo saba iko itatafutwa na itapambaniwa ita, ita, ita, ita, ita kwa namna zozote, lakini kimsingi ibada ambazo unaweza zikakuleta kwenye kanuni ya mapema zizo na uwezo wa kuhariri mawazo yako ya mchana mawazo yako ulioingia nayo unavyotoka ulio unatoka na mawazo mengine, kama si mafundisho yanakuwa yamepita pita kwenye mawazo yako, basi maombi, basi maombi yapite pite kwenye mawazo yako, maombi yakuonyeshe. Sio lazima uwe na kile lakini, unaweza ukawa na hali hii bora kuliko ile ambayo ungekuwa nayo ungepata kile, na unakuwa na uhakika pasipo na shaka kabisa, pasipo na shaka kabisa Unafahamu kweli mimi nguvu hii baraka hii namna hii naweza kuwa nayo kwa sababu ya ibada. Tuliona sio hivi tunavyokwenda hivi hivi tunavyokwenda hivi, akina blaza type akina majariwa nyewe, hata ndoa hizi ndoa, ndoa, ndoa, ndoa zenu hizi kama he, ni miaka yote ni Mungu ela, hamjuagi ilivyo na mitego, ela mnaonaga tu itarahisisha vitu. Na airahisishi muwe karibu na kanisa, airahisishi muwe karibu na ibada, inarahisisha muwe nazo nyingi, yaani inavyokujaga ela, inakujaga ikiwa ina inarahisisha in, in, uwezekano wa kuwa nazo. Inakupa akili ya kutega mitego zaidi, sio akili ya kufanya ibada zaidi. Haikuonyeshi wakati wa kufanya ibada zaidi ni sasa. Pesa kwa sababu na yenyewe ni Mungu, inakuonyesha wakati wa kufanya ibada ni mwaka kesho ambayo nakwambia inakuonyesha kuonyesha 2030. Eh, sawa na yani, saw, na unavyokuwa umeisujudu umeiabudu kiwango, unavyoiabudu yani, kiwango unavyoitegemea yani, unavyo, ndivyo inavyokupimia muda, kwamba ibada sio mbaya, ibada ndio hizo, tusaidia akili tu, tujue kupata pesa, ibada ni lazima lakini ngoja ni seti kile na kile na kile, mwezi wa kwanza mwakani watu watajua mimi nilikuwa najipanga, watu watajua mimi sikupotea. <laughs> Ibada pesa, unavyoitega ndo inavyokutega pesa, unavyo Itege sana itege sana unaitega ujue sana kutega zijue, <laughs> zijue sana njia za kuitega zijue sana alafu uko barabarani huko watakusifia sana, ah, huyu ana akili. Kanisani pale wenye akili ni huyu, na hata Samu walimsifia na yeye alijisifia. najua kwa mfano, we mwingine hapo, mimi sio kama Samu. Hata we sio, hata sisi tunauhakika sio, hata sisi tunauhakika we sio. We, we, we, we, we ukiitega, inanasa yenyewe, wewe we uko pembeni, he, he, he. Pesa ukiitega, na yenyewe inakutega kwa sababu the way unavyoitafuta umeifanya Mungu, yaani umeifanya wewe. Ukija kuwa nayo tena, watu wenyewe unaopanga kuwatambishani wakijini tu ulikotoka rafiki. <laughs> umu mjini au hautawazidi wote, hata hii mbea hii hii mbea hautawazidi wote, akina kasisi, akina Mfikemu, akina Machemba, akina Mugwasi, akina nani, tugimbe na wenyewe wamevua shati kwamba pengine wewe ndo unazitafuta kuliko wote, na wenyewe wamevua shati kaka, waliangalia kama eneo la mavyatiile mtu